Sasa tuelekee ukanda wa Pwani ambapo waziri wa michezo na masuala ya vijana Salim Mvurya amepuuzilia mbali amepuuza umuhimu wa ziara iliyopangwa na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua eneo la Pwani ili kuuza chama chake. Mvurya amedokeza kwamba kushindwa kwa chama hicho kwenye uchaguzi mdogo wa Magarini ni dalili tosha kuwa chama hicho hakina umaarufu katika eneo la Pwani. Akizungumza kwenye hafla ya harambee ya makundi hamsini ya, ya wanawake eneo la Lungalunga Lunga. Mvurya ameshtumu Gachagua kwa kuhubiri siasa za migawanyiko ambazo hazina manufaa yoyote kwa wananchi. Na nilisikia juzi, bwana Gachagua amesema safari hii ya Desemba anataka kuandaa mikutano kujumuisha chama yake ijulikane huku. Mimi nawataka kuwashauri, tusipotoshwe na watu wa siasa ya kibinafsi ile. Ya muhimu rais wetu Daktari William Samoei Ruto amehakikisha sote tumeungana, hata wale walikuwa ODM, wale walikuwa UDA na vyama vingine, sasa wote pamoja na KANU tuko ndani ya serikali. Hatutaki watu ambao wataturudisha nyuma, hatutaki watu ambao mfano hawana ni upinzani wa kila siku, hawana jambo la kutekeleza na hata nasikia hapa Kwale kuna wengine pia wako kwa programu hiyo. Wangapi wanasema Ruto ni tutam, Ruto ni tutam. Na ukimwona mtu yapinga, jua ni mchawi wetu huyo, kwa sababu kesho mkiniakia mtu mwingine, nitafuta vipi mimi mlango ambao Watu, watu ni ofisi ya Daktari William Samoei Ruto. Ule mwito wa gavana ambao anasema ya kwamba makundi haya ya wamama na wazee yaweze kutoka ile ngazi walikuwa wapande juu, na nimesikia hapa mko na ushuhuda ya kwamba mna hiyo nia ya kwamba muwe na uh, uh, kampuni na hayo ndiyo malengo ndugu zangu wananchi wa Lungalunga. Kwanza nataka niwaambie ya kwamba hakuna mahali ambapo unatafuta pesa kwa urahisi, hakuna njia nyingine, njia ni hii ya makuni.